ndugu mwenyekiti wa mkoa mwalimu Kasendamira, ndugu wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, sekretariati, wajumbe wote, wananchi wote mliofika hapa, mabalozi wote, mimi kwa jina langu naitwa Faustini Kapolu mgombea udiwani kata ya Ikunguigazi. Mwenyekiti wa mkoa, tuko hapa kihistoria. Mimi ni mtoto wa hapa, mimi nimekulia hapa, nimesomea hapa, nimemaliza darasa la saba hapa, kwa sababu kwa wakati huu shule iliyokuwa nzuri nilikuwa hapa shule ya Ikunguigazi. Kwa hiyo nilikuwa natoka kijiji jirani Kagera nakuja kusomea hapa. Kwa hiyo darasa la langu la saba, mimi kwa elimu yangu nilipoishia, nimesomea hapa. Ndugu mwenyekiti, nataka tu mimi kuambie kama ulivyoona umati huu una imani sana na chama cha mapinduzi yapo mengi yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi chini ya rais wangu mama yangu Samia Suruhu pamoja na mtangulizi wangu Bwana Mtandula, diwani mstafu. Mimi nakuhakikishia kwamba alipoishia diwani wangu mstafu na mimi vipolo alivyoviachia nitaenda nivimalizie. Ninaamini kata hii na kijiji hiki ni asilimia mia moja CCM itashinda. Pamoja na ya kwamba mimi sijazindua kwa sababu ya matatizo ya kiafya, na tarehe ishirini na nane Jumapili naenda kuzindua pale Kagera Katani, na kuhakikishia mwenyekiti, sisemi kwa kujisema, lakini kata hii hata wakiungana tutawapiga hata wakiungana tutawapiga, kwa sababu chama cha mapinduzi kimefanya kazi kubwa chini ya diwani mstaafu, chini ya rais wangu mama yangu Samia Suluhu. Kwa hiyo sina shaka na watu haa, na kama ingelikuwa ni hivyo, mwenyekiti, nadhani ungelikuwa unaona miti tu, lakini kwa sasa hivi unaona watu hawa wamejaa, ni wananchi bila kujali itikadi zao, kuna wana CCM na vyama vingine wamenyosha miguu yao. Naamini chama cha mapinduzi kitamchagua Samia, kitamchagua mbunge wangu bwana Fagason Masasi, na mimi ndugu yenu Faustine Kapolu, ni mtoto wenu. Mambo yote ambayo tumeelezana huko nyuma, nadhani tutaenda kuyatekeleza. Nitaisimamia, nitakuwa mtoto wenu, sitabadilika masaa yote mimi mwenyekiti, huwa wanadhani mimi ni mkali wa wakati mwingine, kuna siasa zimetembea jana kule Kagera, wanasema ni kakali mno wako. Mimi siyo mkali, mimi ni mkali kwa wala rushwa, kwa wanyanyasaji. Mimi kwa kweli huwa sikubaliani na kitu kama hicho. Kwa hiyo ndugu zanguni, sitabadilika masaa yote, niko chini ya miguu yenu. Mama zangu, mimi ni mtoto wenu, napiga magoti mbele yenu asanteni sana nawaomba kura za rais wangu mama yangu samia ya suluhu naomba kura za kijana mwenzangu na bahati nzuri lika tunafanana kijana wangu fagasoni ni jirani yetu hapo tukampe kura za ndio tarehe ishirini na kenda asanteni sana na mungu awabariki sana